Ajira zingine za ualimu zimeweza kutoka tena. Hii ni kwa wale waliofanya usaili kati ya tarehe tano mwezi wa kwanza elfu mbili na ishirini na tano na tarehe ishirini na mbili mwezi wa kumi na mbili elfu mbili na ishirini na tano Wasaili wawote waliofaulu usaili na kupangiwa vituo vyao vya kazi, barua zenu mtazikuta katika akaunti yenu ya ajira poto. Kwa hiyo ingia katika akaunti yako ya ajira poto, naenda sehemu ya my application pale utaweza kupata placement letter, na uweze kuidownload ili uweze kuripoti nayo katika kituo chako cha kazi ulichopangiwa, na hakikisha una ripoti katika kituo chako ndani ya muda ulioainishwa katika barua yako, na fika ukiwa na vyeti vyako halisi kuanzia cheti cha kuzaliwa na vyeti vya taaluma. Hongera kwa wewe ambaye umeweza kuchaguliwa katika nafasi hizi za kazi. Hii ni walimu na kada ya afya. Na kwa wewe ambaye uliomba nafasi hizi lakini hukufanikiwa kupata, usikati tamaa, omba tena pale nafasi zitakapotangazwa. PDF hizi zote utaweza kuzipata katika grupu letu la WhatsApp, link ipo katika katika description ya video hii. Jiunge katika grupu letu ili uweze kupata PDF. PDF hii download PDF kupitia grupu letu ili uweze kuangalia majina yako. Na kwa kwawewe ambaye ni mara yako ya kwa kwanza kuingia katika channel ya FEABOY, tafadhali bonyeza neno subscribe. Like video hii, share video hii kwa wengine wengi zaidi, ili waweze kupata taarifa hizi. Asante na karibu tena. Hakikisha unajiunga na group la WhatsApp kuweza kupata update mbalimbali, mbali na update za kila siku. Majina ni mengi sana, sintasoma majina, lakini we hakikisha unajiunga na group letu ili kuweza kupata PDF hii na usome, utafute jina lako ukiwa umetulia. Asante na karibu.